Mwezi mtukufu wa Ramadhani, Mwenyezi Mungu katufunza mambo mengi, lakini kubwa alilotufunza, eh, ni ile fursa ya watu kusamehewa, na katuachia mlango wazi kwamba tupate fadhila nyingi sana. Kwa hivyo ukiyatazama yote haya ambayo Mwenyezi Mungu katupa eh, katupa kitabu chake, katupa na mwalimu wa kutusomesha kitabu chake maneno na kwa vitendo. Lakini ukitizama kwa mfano kama katika nchi yetu hii, tujiulize kweli haya tunayofanyiana hapa tulipo wakati mwingine eh, tunafanana na haya yote eh? maana sisi tuna nyenzo kubwa, tuna nyenzo nzito, tuna kila kitu, lakini bahati mbaya Eh, tujiulizeni kweli yame kweli tunafanana na haya yote eh? Maana Mwenyezi Mungu afika, hata ingekuwa tumefatana na ile Qurani tu basi ingetosha. Maana uzito wa Qurani mwenyewe Mwenyezi Mungu atuambia kwamba laiti ingeishusha kwenye mlima jabali basi ungeporomoka kwa kumkofia Mwenyezi Mungu jinsi ya uzito wake na yaliyomo ndani ya Qur'an. Lakini unaulizwa he binadamu Eh? Yesu katwambia lau anzalna hadha alquran ala jabal la raitaum khashian mutasaddian min khashiyat llah. Na haya ni mafunzo kwetu, maana katwambia wa tilka watilka lamthalu nadhribu nasi la'allahum yatafakkaru kwamba uzito wote huo We binadamu, tumeteremshiwa, tumepewa mafunzo, tumepewa walimu, tumepewa mashehe wa kutufundisha, athari yake ipo hai. Sasa, lakini pamoja na yote hayo bado Mwenyezi Mungu katuwekea mlango huu wa mwezi mtukufu wa Ramadhani wa kwamba turudi, tujirudi, tujitafakari, eh, tuombe na Mwenyezi Mungu eh, ahadi yake ya kutusamehe ni kubwa sana. Kwa hivyo mimi niwaombe, niwaombe mambo mawili kusema. La kwanza kwamba hebu hichi chuo tulichotiwa, eh, haya mafunzo tunayopata katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani, hebu eh, tuyazingatie. Naamini kama tutayazingatia kidogo tu na kwa sababu Mwenyezi Mungu katupa fursa ya kujitathmini na kumuomba atusamehe na ahadi ya kutusamehe, mimi naamini kama tutayazingatia tutashikamana nayo, mimi naamini hata kama hapa tulipofika, maana tumefika wakati mwingine sikusema ukingoni labda, maana mambo yanayopita kwenye nchi hii hazito kweli kweli, unaweza kufikiria watu hata kibla hawajui sikuambii kusali, naweza kufikiria labda hata kibla hawajui kama kibla kiko upande gani, lakini watu wanasali, wanafunga, watu wanasoma Kurani. Hawa watu wana uisikia Uislamu na, na mafunzo yake kila siku, lakini tuko kwenye mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kwa hiyo mimi ni waombe eh, tuutumie mwezi huu mtukufu wa Ramadhani, eh, tumuombe Mwenyezi Mungu tusamehe, shikamane na ibada, lakini na tukayaishi haya mafunzo ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Tukitoka nje ya mwezi huu mtukufu wa Ramadhani, mimi naamini kwamba hilo litatu litatusaidia sana, sababu ndio mlango, ndio njia ambayo Mwenyezi Mungu katuwekea tunapokuwa wakosa. Lakini la pili niwaombe, kadri tutakavyo tutakavyo jiombea sisi wenyewe lakini pia tujitahidi kuiombea na nchi yetu pia. Tukisema nchi, hatuiombei ardhi, tunawaombea waja wote wanaoiongoza hii nchi yetu. Tuombee kwamba na wao Mwenyezi Mungu pia awaongoe walipokosea warudi kwenye mstari au tulipokosea na sisi tu, sote mmetupa dhamana hiyo tulipokosea turudi kwenye mstari. E, mengine najua pengine yanatushangaza anatusikitisha, lakini tusiwakatie tamaa, maana wengine mnaweza kusema ah, lakini kwa yule Othman yule sijui kama yule ata- atarudi tena, lakini tusiwakatie tamaa, tuwaombee. Hasa Mwenyezi Mungu wa rehema alizoziteremsha kwenye mwezi huu, hasa watarudi kwa yule ambaye hajarudi hajatanabahi. E, basi naomba sana tutumie mwezi huu e, tuiombee nchi yetu tulipite hasa hili linalotukabili huku mbele, na tunasema hivyo kwa sababu tushayaona mitihani tulioipita katika miaka yote takriban ambayo tumepita. Kwenye masuala ya uchaguzi haukupaswa kwamba uwe mtihani hata kidogo. Maana ni jambo jepesi, jambo jepesi la kusema kwamba Sheikh Muhammad wewe ndio unaitufaa Eh, wewe kweli una juhudi lakini au, aa, wewe bwana, kwa juhudi zako hizi unatufaa, uendelee na sisi. Ni jambo rahisi, maana uongozi lako unaongoza la watu, si ndio? Sasa hawa watu wenyewe si ndio wakuambie kwamba bwana, basi tuongoze tena au akaa pembeni, eh, ukiwa mwakilishi, ukiwa mbunge, ukiwa nani lakini sasa limekuwa mtihani, maana mtu huja kuliomba lakini ikifika wakati wa kutakiwa hesabu hataki hesabu. Sasa huo mtihani mkubwa kweli kweli, likafanywa sasa limekuwa magomvi, umekuwa uhasama, umekuwa wakati mwingine tunaingia mpaka kwenye mauaji, tunauana, tunatendeana mambo ya ajabu kweli kweli. Sasa ni mtihani ambao ninaomba tuombee na inshaallah Mwenyezi Mungu eh atatuvusha, atatupitisha mwaka huu inshallah, uwe tupite kwa salama eh, tuzidishe dua zetu katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani, ili tuweze kupita katika hili kwa salama. Na inshallah pia, la mwisho niwaombe kwamba Mwenyezi Mungu atujalie tumalize huu mwezi mtukufu wa Ramadhani kwa salama lakini pia tunajua hali zetu za maisha, tusaidiane, tushikamane mkono, ili kila mmoja wetu aweze kulimaliza jambo hili, ibada hii muhimu, aimalize kwa salama na tupate zile fadhila za mwezi huu, tupate mafao ya mwezi huu, na inshallah Mwenyezi Mungu ajalie eh, amali zetu, sadaka zetu, ibada zetu zote azikubalie, na iwe sadaka kwetu, lakini pia iwe ni sadaka kwa nchi yetu, ili yale yaliyofungika basi Mwenyezi Mungu inshallah ayafungue. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Asanteni sana.